Mwezi Februari mwaka huu nilikuja hapa Pangani kwa madhumuni ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja la mto Pangani, lakini vile vile na ba, barabara nayotoka Bagamoyo kupita Saadani, Pangani hadi Tanga. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakisubiri barabara hii ambayo itakwenda kuondoshea adha ya kulazimika kuzunguka na kusafiri masafa marefu kwa kukosa muunganiko kati ya wilaya hizi mbili, Bagamoyo na huku Pangani. Barabara hii nataka niwaambie, na leo ndio nimekunayo, inaendelea vizuri na inaendelea, itaenda kufungua ukanda huu wa pwani kiuchumi na kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji. Sasa kwa wale ambao hawajapata fursa ya kuisoma ilani, naomba nigusie mambo machache madogo. La kwanza, tunapoanza na barabara hii ya Bagamoyo Pangani, kwa kipande cha Tanga Pangani kilomita hamsini, ujenzi umefikia asilimia sabini na tano, nami nimeuona na nimeona kuna daraja pale linamalizwa kujengwa ili lami ianze kumwagwa lakini pia kwa kipande cha Pangani Saadani Makurunge kilomita 95 ujenzi huu umefikia asilimia hamsini na daraja la mto Pangani nalo la mita mia tano na ishirini na tano pamoja na barabara unganishi imefikia asilimia sitini na mbili. Ahadi yetu ahadi yetu kwenu wana Pangani ni kuikamilisha barabara hii kikamilifu na si muda mrefu tutaanza kufaidi matunda ya barabara hii. CCM oye!